Halo halo, tuko live bila chenga mbele hii, muko na mtangazaji ripota kutoka Nairobi, kutoka kaunti ya Nairobi Mr. Kaguru, hey, Mr. Kaguru original. Tuko kaunti ya Kakamega, hapa ni Shibwe sub county hospital tuko na ndugu yetu mmoja hapa ambani t atajieleza kwa majina, tumjue zaidi, nanyi ningejua mnapenda kumsikia sauti yake, naye anasemaje, sababu tumeumizwa sana hivi majuzi, mmejua nini ambayo imetokea? E, na sasa historia ambayo imetokea imeumiza kila mmoja wetu, nami personally nimeumia sana, na hata huyu ndugu yangu ameniambia ameumia sana mimi nataka kujua kwa upande wake ameumia namna gani na anachukulia story namna gani? habari yako ndugu? salama sana kwa majina ndakuita nani? Mimi kwa majina naitwa Sabado. Hapo uh -huh. E, ndio nyumbani. Okay, naona biashara hapa, ndio biashara yako hiyo? ndio biashara yangu hapa. Ndio biashara yako hii? ndio biashara yangu nafanya. Okay, kwa hii biashara labda umefanya kwa muda gani hii? E, biashara nimefanya miaka tano miaka tano. Kulingana na uchumi wa Kenya, naona watu wakilalamika sana, mambo ni mbaya. Mambo na kupande yako unasemaje? Mambo ni mbaya sana kuanzia kwanza, saa hivi ile baba yuko, mambo imekuwa mbaya zaidi. Oh, umeguza story ya baba. Baba ameingilia wapi na hii biashara imefanya namna gani tangu baba aondoke katika Kenya ama dunia? Imekuwa mambo ingine mbaya sana, hadi biashara imerudi jini, watu wanunui nyama. Alikuwa wanatusaidia huko mbele kwa mambo a kuhusu upinzani kitu ikipanda anarudisha jini k okay. Kweli baba alikuwa anapigania kama wananchi, mwananchi e, wa kipato cha chini, wana boda boda na wakina mama mboga, lakini sasa tumempoteza mtu ambaye alikuwa mtu ambaye alikuwa anatupigania sasa. Kama sisi tumebaki, kama sisi wewe, kwa upande wako, unaona ni nani ambaye tutampea hii nafasi ashughulie baba, aendeleshe mali alikuwa amewachia. Kwanza sisi kama wadu wa baba Hakuna mtu mwenye tunaona anaweza rudi kwa hiyo nafasi ya baba, maana baba alitusaidia bakubwa sana. Mpaka na saa hii sisi watu wa ODM, mimi nikiwa mmoja yao, tumekaa tumezungumuza, tujaona mtu mwenye atarudi kwa nafasi ya baba. Okay, naona hii kaunti ya Kakamega, unaona ni nani ambaye anaweza kukua shujaa na tumupei nafasi hii afanya kishikilia, kama bado tujapata mtu ambaye tutalinganisha na baba saa hii kwa upande wangu ya kaunti ya Kakamega tuko na watu wengi kama watu wetu wakina Musalia Mudavadi wakina Wetangula, lakini wao wanakula wakienda kwa tumbo wao, si kwa watetezi kama baba. saa saa hii hata kaunti ya Kakamega tuwezi pata mtu kama baba. Haya, na sasa kuna kijana ambaye amejitokeza, mtu ambaye ni maarufu sana, lakini mtu mzuri na anaonekana anaweza chukua nafasi ya baba anaitwa E, natembea Joji Natembea, unaonaje tukipea huyu mtu ambaye anaitwa Joji Natembea? Kwa upande wako unamuonaje? E, nimefatilia historia Joji Natembea tangu nianze kufuatilia sijampata na makosa yoyote ngao, amekuwa mtu wa maarifu sana katika kaundi yake, lakini huku kwetu kama Kakameka wengi sana wajamtambua bado, lakini kuna baadhi ya watu wamemtambua. Sisi tulikuwa tunaona ikiwezekana hata awe kama baba kwetu wa huku nyumbani. Uh, sasa kifo ya baba, wewe kwa upande yako imekuuma namna gani? na hii kifo ya baba eh, kama tunge tungepata nafasi ingine ya kurudisha baba hai ungependa afanye nini? E, hata wangisema sahi, mimi nikufe, papa amuke, ingekuwa kitu ingine mzuri sana, maana dinga sisi tunamtambua kama dinga, tena tunamtambua.